Aliyekuwa naibu wa waziri wa elimu Dr. Gilbert Oluoch ameitaka serikali kukabiliana na changamoto zinazoikumba sekta ya elimu hususani hasa mfumo wa CBE akisema kuwa changamoto hizo zimetokana na kukosekana kwa majaribio kabla ya utekelezaji wa mtaala ule. Dr. Oluoch pia ameitaka serikali kutenga rasilimali zaidi ili kuhakikisha mafanikio ya mtaala wa CBE yanafanikiwa. Serikali imetakiwa kukabiliana na changamoto zinazoikumba sekta ya elimu hasa katika utekelezwaji wa mtaala wa CBE nchini. Akizungumza katika kituo cha elimu cha Maranda kaunti ya Siaya, aliyekuwa naibu katika Wizara ya Elimu Dr. Gilbert Oluoch amesema kuwa serikali ilikosea kuharakisha utekelezwaji wa CBE bila kufanya majaribio ambayo yangesaidia kubaini changamoto.

Aliongeza kuwa mtaala wa CBE umekuja wakati mwafaka ili kuandaa vijana wawe wabunifu na kujiajiri na kuwataka Wakenya kuunga mkono mtaala huo na kutorejesha mfumo wa elimu wa 844

Dkt Oluoch ameitaka serikali kutenga rasilimali zaidi ili kuhakikisha mafanikio ya mtaala wa CBE yanafanikiwa.